Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh, karibu sana katika chaneli yako ya Nurdin Media. Kwanza kabisa na kushukuru wewe uliokwisha subscribe chaneli hii lakini kama ni mara yako ya kwanza kukutana nasi, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kilichopo chini ya video hii upande wa kulia. Baada ya hapo, usisahau kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazokuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu wapenzi wa Allah. Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wengi wenye mali nyingi, magari ya kifahari, nyumba kubwa na biashara kubwa bado mioyo yao haina tulivu? Kwa nini wengine ni matajiri lakini hawana raha? Wamelala kwenye vitanda vya kifahari, lakini hawalali usingizi uliokuwa mzuri. Kudeo nitazungumza nanyi juu ya siri kubwa kwa nini utajiri mwingi mara nyingi hauna baraka. Bismillahi rahmani rahim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia ndani ya kitabu chake cha Qurani akisema kwamba wala msidhani kwamba wale waliokufuru tuliowapa mali na watoto kwamba tunawahimiza kwa hayo mema, bali tunawapa muda ili waongeze dhambi na watapata adhabu ya kudhalilishwa. Ndugu yangu, aya hii inafafanua siri kubwa: si kila mali ina baraka. Wengine wanapewa ili wajaribiwe, wengine wanapewa ili waongeze makosa yao, na wengine wanapewa ili waangamie kwa kujivuna. Na katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amesema ya kwamba mguu wa mwanadamu hautosogea siku ya Kiama mpaka uulizwe mambo manne, mali yako uliipataje na uliitumiaje? Hii hadithi inatufundisha kuwa swali kubwa siku ya mwisho litakuwa juu ya chanzo na matumizi ya mali. Ukipata kwa hila, kwa dhuluma au ukatumia kwa ubadhirifu, mali hiyo inakuwa inakuwa sumu badala ya kuwa baraka. Katika hadithi nyingine ya Mtume anasema kwamba si utajiri kwa wingi wa mali, bali utajiri wa kweli ni utajiri wa moyo, yani kuridhika. Hii hadithi inatufundisha kuwa mtu anaweza kuwa na kidogo, lakini ana amani kubwa na anaweza kuwa na maba, mamilioni, lakini moyo wake ukawa umejaa hofu na tamaa. Sasa ni kwa nini, ni kwa nini mali zinakosa baraka? Sikiliza mpaka mwisho ndugu yangu, ni kwa nini mali nyingi zinakosa baraka? Ni kwa nini watu wenye mapesa mamilioni wanakuwa hawana utulivu, wanakuwa na mashaka makubwa kila sehemu wameweka ulinzi. Ni kwa nini? Jambo la kwanza, e, mali zao cha vyanzo vya mali zao vimetokana na haramu. Mfano mtu mali yake inatokana na riba, rushwa, wizi, udanganyifu. Hizi hii ni sababu inayofanya mtu akose na, akose amani. Lakini jambo la pili, kutozalisha mali kwa kheri Yaani, kutotoa zaka sadaka na kusaidia wanyonge. Lakini jambo la tatu kiburi na kujiona, kumdharau maskini na kudhani mali ni kwa juhudi zao tu. Hilo ni jambo la tatu, kumdharau maskini na kudhani mali zao wamezipata kwa juhudi zao. Lakini jambo la nne ni tamaa isiyo na mwisho, kadiri unavyopata ndivyo unavyotaka zaidi. Na Allah anasema kwamba mali na watoto ni mapambo, ni mapambo la maisha ya duniani. Kwa hivyo ndugu zanguni, e, sasa tunawezaje kuwa na mali e, unawezaje kuwa na mali yenye baraka? Ili mtu awe na mali yenye baraka inatakiwa afanye nini? Ni kitu gani anapaswa akifanye, ili mali yake iweze kuwa na baraka na asiwe na hofu awe na amani. Jambo la kwanza, jambo la kwanza ni alqanaa, kuridhika. Kwanza kuridhika, yaani ukisha kuwa na alqanaa, kuridhika, hata kama utakuwa na kiasi kidogo sana, hutokuwa na wasiwasi yani, kujua kuwa chochote ulichopewa kimetoka kwa Allah. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kutoa zaka na sadaka. Kwa kila unachotoa Allah huongeza baraka. Yaani jambo la pili, kutoa zaka na sadaka, kwa kila unachotoa Allah huongeza baraka. Lakini pia kutafuta mali kwa njia halali, biashara safi, bila udanganyifu Tatu. E, nne e, nne kuweka mali kwenye kheri, kusaidia wazazi, mayatima, maskini na dini ya Allah Subhanahu wa Taala, kwani Mtume Muhammad amesema kwamba mali haipungui kwa kutoa sadaka. Yaani, unavyotoa ndivyo unavyobarikiwa zaidi, hata kama macho ya watu hayaoni. Allah ndiye anayeweka baraka. Kwa hivyo, ndugu zanguni, mali yenye baraka ni ile inayoleta utulivu wa moyo, faraja ya familia na radhi ya mola wako, lakini mali isiyo na baraka huleta mashaka, ugomvi, choyo na mateso ya moyoni. Kwa hivyo, ndugu zanguni, tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atubariki kwenye riziki zetu, atujalie tupate kwa halali, atujalie tupate kwa njia ya halali na tutumie katika njia ya kheri, na atulinde tusije kuwa miongoni mwa wale waliopoteza dunia na akhera.